Um, kama ulivyosikia hapo ni vilio pamoja na majonzi makubwa vimeendelea kusikika maeneo ya airport, baada tu ya ndugu kuweza kupata taarifa kwamba mwili wa marehemu Karina umeshawasili rasmi, na ndugu kadhaa wanatakiwa kwenda kwa ajili ya kuweza kuchukua katika chumba maalum ambacho umeweza kuhifadhiwa, baada tu ya kuweza kuwasili na ndege. Muda mchache uliopita, ndugu tayari wameshapata taarifa hizo na vilio vimeweza kusikika airport. Mama yake huyo mzazi, kama unavyomwona huyu hapa, hajiwezi. Maumivu makali anayoyapata kiukweli hayaelezeki, ana uchungu sana kuweza kuondokewa na mtoto wake huyo wa pekee kabisa marehemu Karina. E, tayari mwili wake umefika na ndugu wameanza taratibu za kuweza kuchukua mwili huo kwa ajili ya kuweza kuupeleka huko nyumbani kwao Magomeni mm. kama unavyoona hapa watu wamejitokeza kwa wingi watu ni wengi sana marehemu alikuwa ni kipenzi cha watu watu walikuwa kimuombea hawezi kupona lakini leo hii e, marehemu Karina hatuko naye tena ni majonzi makubwa sana katika tasnia Bongo Movie pia katika ulimwengu wa sanaa kuweza kuondokewa na ndugu yetu huyo kipenzi marehemu Karina watu ni wengi airport kama unavyoona hapa watu wamejitokeza sana e, kwa ajili ya kuweza kupokea kupeleka kupereka mo moja nyumbani kwa marehemu, kama alivyokwambia huko maeneo ya Magomeni, kuanza kwa taratibu za mazishi. Na mazishi yatafanyika siku ya kesho e, saa tatu kamili mwili utaelekea huko maeneo ya Masjidi Al-Nur kwa ajili ya kuweza kufanyia utaratibu wa kuoshwa, na baada ya hapo utaswaliwa, na saa saba hiyo basi mwili utaelekea katika makaburi ya Kisutu kwa ajili ya kuweza kumweka ndugu yetu huyu E marehemu Karina katika nyumba yake ya milele Jambo hili linahuzunisha sana hasa kwa ndugu mamake huyu hapa ambaye hajiwezi imebidi watu waweze kumshikilia kwa ajili ya kuweza kuangalia asije akadondoka kutokana na jinsi gani maumivu anayoyapata analia sana kutokana na kufiwa na mtoto wake huyu wa pekee marehemu Karina asante sana tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio yote ambayo yanaendelea msibani huko nyumbani kwa Karina maeneo Uyamagomeni, asante sana. Tukutane tena wakati mwingine.